Asante sana ndugu mtangazaji, ni tarehe kumi na tisa ya mwezi wa sita 2025 tuko katika daraja letu la Kigongo Feli ambapo rais wetu mpendwa, rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Dr. Samia Suruhu Hassan amekuja kutuzindulia mradi wetu mkubwa kabisa wa daraja letu la Magufuli mkoani Mwanza. Daraja hili awali mwanzilishi wa daraja hili alikuwa ni ndugu rais wetu mpendwa hayati John Pombe Magufuli. Ni miradi kati ambayo aliiacha yeye, lakini mama kwa kuona hilo na umuhimu wake, mama alituahidi kwamba miradi hii yote inakwenda kukamilika na leo tumekwenda kushuhudia uzinduzi wa mradi mkubwa kabisa wa daraja kubwa kabisa umekamilika, na hivi punde tu mheshimiwa rais anakwenda kwenda kuizindua, ili wananchi wote wa kanda ya ziwa waweze kufurahia mradi huu na huduma ziendelee kuboreka. Tunaendelea kuishukuru, tunaendelea kuishukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi nzuri kabisa iliyotukuka ya kuendelea kutufufulia miradi mikubwa kama hii, na tunamtakia kila la heli mama yetu Dr. Samia Suruhu Hassan katika utekelezaji wa miradi yetu yote nchini ambayo aliahidi kuisimamia na ameisimamia na tunashuhudia kweli. Mama ni jemedari, ni mwanamke kweli kweli, ni mwanamke aliyetukuka, hajatuangusha. Tuna imani naye, tuna imani naye sana na mapenzi makubwa. Na tunamwahidi kwa taimu inayokuja, sisi wanawake wa Samia Tanzania tunamuunga mkono. Lakini sisi pia taasisi ya Tanzania Wazalendo mkoa wa Mwanza tunamuunga mkono kwa asilimia zote tutahakikisha tutasemea mazuri yote ambayo ameyafanya mama, ambayo ameyaasisi na yale aliyoyakuta kuja kuyaendeleza, tutayasemea kwa wananchi na watanzania kwa ujumla. Na tunamhakikishia mama, elfu mbili na ishirini na tano Oktoba tuna tiki, hatuna lingine.